Ufilipino alijiondoa katika mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai mnamo mwaka 2019 wakati ambapo rais wa taifa hilo Duterte alikuwa akikabiliwa na tuhuma za unyanyasaji na mauaji ya watu ambao waliokuwa wakituhumiwa kuwa watumiaji wa madawa ya kulevya, kitendo ambacho kilipelekea mahakama ya kimataifa kuweza kutoa warenti ili kiongozi huyo aweze kukamatwa. Rais wa Ufilipino Duterte amekamatwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa mjini Manila Ufilipino, akitokea Hong Kong kufuatia agizo hilo ambalo lilitolewa na mahakama hiyo kutokana na kile ambacho kilitajwa kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa uongozi wake kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2022. Licha ya serikali yake kutangaza kwamba taifa lake limejiondoa katika mahakama hiyo, uchunguzi dhidi yake kufuatia tuhuma hizo ambazo zilikuwa zikimkabili, uchunguzi dhidi yake ulikuwa ukiendelea, na mara kwa mara aliwatolea maneno makali wale ambao waliokuwa wakiendelea na uchunguzi kufuatia tuhuma hizo ambazo zilikuwa zikimkabili kwa kuwataja kuwa ni son of bitches, kitendo ambacho kilipelekea mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii ilitaja kwamba Rais Duterte alikuwa ni rais ambaye hakutaka hata mara moja kabisa katika taifa lake makundi ya wauzaji wa madawa ya kulevya kuweka ngome zao katika taifa hilo, hivyo basi kuliamuru jeshi la polisi nchini humo kuweza kukabiliana kama inavyostahili dhidi ya makundi hayo ambayo anataja kwamba hayastahili kuwa katika jamii nchini Ufilipino. Kutokana na amri ambayo ilitolewa na Rais Duterte, inatajwa kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini humo yalifahamisha kuwa jeshi la polisi, wakati ambapo lilikuwa katika zoezi la kuwakamata wale ambao wanaoshukiwa kuwa walanguzi na watumiaji wa madawa ya kulevya, zoezi hilo lilikuwa likifanyika kinyume kabisa na sheria, hadi kufikia watumiaji kuweza kuuawa, na wale ambao walionusurika hawakuweza kufikishwa mahakamani na moja kwa moja kuweza kuhukumiwa. Matendo hayo ya unyanyasaji na mauaji dhidi ya watuhumiwa ndiyo kilichopelekea mahakama ya kimataifa kuweza kutoa warrant wa kuweza kukamatwa kiongozi huyo, kitendo ambacho matokeo yake yameshuhudiwa katika uwanja wa ndege huo wa kimataifa mjini Manila nchini humo Filipino, ambapo Duterte ameweza kukamatwa. Mashirika haya ya kutetea haki za binadamu nchini Ufilipino na mashirika ya kimataifa yalishtushwa na kushangazwa kutokana na go ahead ambayo Rais Duterte aliweza kutoa kwa jeshi la polisi kuweza kuwamalizia maisha wale ambao wataonekana ya kwamba ni watumiaji aidha walanguzi wa madawa ya kulevya, huku yakifahamisha y kwamba samaki wakubwa ambao wanaojulikana katika biashara hiyo ya madawa ya kulevya wakiwa salama katika majumba yao na wale ambao waliokuwa wakiuawa na kukamatwa walikuwa ni waathirika wa madawa ya kulevya na sio wao ndio ambao huingiza madawa ya kulevya nchini humo Ufilipino. Duterte wa Ufilipino tayari amekwisha kamatwa kufuatia agizo hilo la mahakama ya kimataifa, huku ikizua gumzo katika mitandao ya kijamii kuhusu viongozi tofauti wa kimataifa ambao tayari warrant imekwisha tolewa dhidi yao. Je, viongozi hao wataweza kukamatwa kama amevyokamatwa kiongozi huyu wa Ufilipino ili kuweza kupelekwa katika mahakama hiyo? Unasemaje kuhusu kukamatwa kwa Rais Duterte, Rais ambaye alifahamisha kwamba vita vyake dhidi ya walanguzi wa madawa ya kulevya ilikuwa kwa ajili ya kulilinda taifa lake na janga hilo la kimataifa. Tuachie mtazamo wako.